Yes, bwana habari gani, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Na moja kati ya stori ambazo zimechukua taharuki ama zimezua taharuki mtandaoni ni kuhusiana na ndoa iliweza kuvunjika kisa mwanaume ni mfupi. Moja kati eh, ya stori ambayo iliweza kutokea maeneo ya Mtoni Mtongani, kupitia Nyundo TV tuliweza kufanya mahojiano na wahusika kwenye harusi ile, kwa maana kwamba tuliweza kuongea na baba harusi, tuliweza kuongea na baba wa mwanamke ambaye, ambaye ndiye ndiye kiini cha tatizo, kwa maana kwamba yeye ndiye mtu ambaye aliyekataza ndoa ile ku ndoa imeshindikana kufungishwa ama ndoa imeshindikana kisa mwanamume ni mfupi. Kama ulikuwa hujaiona hiyo interview ama kuona hilo tukio tembelea kunako mitandao ya Nyundo TV. Kwa hakika utaweza kupata chochote kile ambacho tuliweza kukiposti kinacho husiana na hiko kitu, lakini hatukuwahi kuzungumza na eh, mwalimu yeyote ambaye angeweza kutueleza kidini ili jambo limekaja, lakini muda huu tumeweza kumtafuta moja kati ya mashehe ambao naweza nikasema vijana, ni mashehe ambao huwa wananyosha kitu kinapokuwa kimekaa vibaya, wanasema hiki kimekaa vibaya, lakini kitu kinapokuwa kimekaa sahihi hawaachi awa kuacha maua ya hiko kitu ambacho kimekaa sahihi anaitwa Sheikh Sharif Firdaus Al Kadir, ni mkurugenzi wa Sheikh Sharif amini kwamba, mkurugenzi wa Firdaus Dua Center, kituo cha dua ambacho kinapatikana maeneo ya Kongowe pale, kinatoa huduma kila siku maeneo ya Kongowe. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanauswa, unasumbuliwa na matatizo kadha wa kadha, unaweza unaweza kwenda kutembelea maeneo ya Kongowe. Ukifika tu Kongowe, ukisema naomba nielekezeni kituo cha Sheikh Sharif kipo wapi, unaweza kuonyeshwa ni Kongowe kwa mkorea. Ukishindwa zaidi Tutafute Nyundo TV, tutafute Power Media bwana, tuambie tuna shida e, ya kufika kwenye kituo cha Sheikh Sharifu Firdausi, tutaweza kukufikisha kama si kukupa namba zake. Tunazungumza na Sheikh Sharif, atuambie kwa kile ambacho kimetokea, ndoa imeshindikana, kisa mwanamume ni mfupi. Sheikh Sharif, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa hakika wewe ni miongoni mwa watu ambao wameona kile ambacho kimezua taharuki mitandaoni, ndoa imeshindikana Mwanamume ni mfupi. E, tuanzie hapa. Ni kweli uliona ama haujaona? Nimeona na nimesikitishwa sana dhidi ya swala hili maanake mm, ni swala la ubaguzi mm, na sisi dini ya Uislamu imetukataza masala mazima ya kitu kinachoitwa taasub mm, yaani ubaguzi kubaguana ima ni kwa rangi zetu mm, ni kwa kubaguana ni kwa makabila yetu ni kwa urefu ni kwa ufupi. Hili ni katika swala ambalo katika dini ya Kiislamu limekatazwa na si katika mafundisho aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nilisikitishwa na tukio hili na nimepanga kwamba watu hawa ikiwa e, wamefanya hili niweze kuwafata, niweze kuwanasihi kwamba hata mtu mfupi na yeye ni mtu mtu mfupi. Nataka niulize kwani, mtu mfupi ana haki ya kuoa? Ana haki ya kuolewa? Vipi binti muolewaji, karidhia karidhika naye? Kwa sababu katika kuoa Allahu subhana wa subhana ameshatwambia kwamba tuchague fanqihu mataba lakum minan nisaa Chagua kile kizuri ambacho unakihitajia kwa mwanamke. Sasa hata pia mwanamke ana haki ya kutafuta. Na ile kauli ambayo inasema wafupi waolewe na wafupi wenzao, na warefu waolewe na warefu wenzao hmm. haijakaa sawa, kwa sababu kuna warefu ugonjwa wao ugonjwa wao ni anatafuta mbegu ndefu, ili mradi iweze kupatikana ndefu. Maanake mfupi kwa mfupi itakuwa plus nini, hapo kitakwenda kupatikana kiumbe hapo, kwamba ni vizuri hasa kuchagua na hasa katika ndoa kuridhiana. Sasa ikiwa huyu ana vigezo vyote vya kuoa, dini anayo, akhlaki zake, tabia zake ziko mzuri, wewe baba unakuja unakuja kuweka kizuizi, na kama umeweka kizuizi, hujarudisha mahali. Wewe mzee, wewe wewe mzee, rudisha ma, mahali hiyo. mm -hmm. Na iwezekana tiyali ndio ushakataa kumuozesha kwa sababu ya ufupi. Tunasema kwanza, umembagua. Si katika mila na desturi yetu sisi Waislamu si katika malezi yaliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye sisi ni kiigizo. Sisi twamuiga, Mtume ni kiigizo chetu. Sasa haya mafundisho si mazuri. Kwa kama pesa umeichukua ya mahali bado uko nayo, uirudishe, uirudishe. Na hiki ulichokifanya ume ni udhalili Umemdhalilisha huyu kijana mfupi, amejiona kwamba yeye sasa hana thamani, kwamba yani amejiona mpweke, amejiona mnyonge. Hakika ni katika dhulma uliyomdhulumu. Na hii ndoa, maadamu wamekubaliana, sisi ni watu wa dua, na mara nyingi tukisema na Allah, Allah hutusikiliza. Kwa hiyo tutaichukua nafasi ya kuweza kumwomba Allah yule baba aruhishe moyo wake aweze kumridhia huyu kijana mfupi huyu akaoe akamuoe, sababu wa hata watu wafupi pia na wao wana haki ya kuoa watu warefu. ya yeah. s Sh Sharifu, wewe kuanzia kwa, kwenye pale ambapo Mungu amekuumba niseme hivyo ama tangu ulivyozaliwa, ulishakuwa na tukio kama hili, mtu amekataliwa kuoa ama mtu amekataliwa kuolewa kisa kimo, kwa maana kwamba kisa mfupi au kisa urefu? Sijawahi kuona hasa, hili ndio jambo la kwanza naona watu wanakataa kuoa kuolewa au kuoa sehemu nyingine kwa vikwazo vingine vingine mbalimbali sasa nyingine mtu umeposa mahala fulani kuna kitu ukaja kukijua au ukaja kukigundua baada ya kisha kigundua hicho kitu kikusababisha kwamba kisheria kwamba usioe basi eh, kwa sababu naweza ukaposa sehemu kumbe yule binti alikuwa na tabia fulani hujazijua lakini ile swala hasa la mtu kubaguliwa kwa sababu ni mfupi sijawahi kukutana nalo, ndo kwanza nakutana nalo. Kwa hiyo nimehuzunishwa na tukio hili. Ndio binafsi nijaribu, ama nilikutana na baba wa mwanamke ambaye ndiye kiini cha tatizo, yeye ambaye amekataa ndoa ile. Nilimuuliza, sababu ya msingi ipi ambayo inakupelekea e, ukatae binti yako siolewe? Anasema nikiruhusu mwanangu aolewe na mwanaume mfupi, ataharibu mbegu kwa maana kwamba nitapata jukuu fupi. Ili nimekaaje kwenye dini ile? Na maneno hayo hakutakiwa, akutakiwa kuyasema katika, katika hadharani. Hivi bado anaendelea kumdhalilisha huyu mtu mfupi, mahali kama, ilifikia, mahali, kama ilifikia, eh, ilifikia pahala anaposa umemwona, kwa nini usingelimkatalia wakati anaposa? kwamba wewe ulikusudia kuja kumdhalilisha we, mzee we, we mzee we, mzee, we. Tunakuuliza mzee wetu, unakusudia kuwadhalilisha watu wafupi? Ingelikuwa ulikusudi kumdhalilisha mimi, naamini kwamba huyu alikusudia kumdhalilisha. Kama hakukusudia kumdhalilisha, ni kwa nini ulikuja akaposwa binti, ukatoa majibu, ukawapangia mpaka siku ya kuja kuoa? si ndivyo? ile siku ya ndoa ndo unakuja kumkataa, alafu unakuja kusema shit kwamba atakuja kuharibu mbegu. Hayo maneno bado ya kidhalili. Lakini ni kweli mtu mfupi anaweza kazaa watoto na mtu mrefu akapata watoto wafupi? Kweli hamna kitu kama hicho. Mtu mfupi kwanza, anaipanga uzazi ni Allah anayejua kitazaliwa kitu gani, ni Allah anayejua tazaliwa mfupi, mrefu, ni Allah inawezekana ikawa mrefu akawa na maana makubwa kuliko mtu mfupi mm. na mfupi anaweza akawa na maana kuliko mtu mtu mrefu. Kwa hiyo tuzingatie hilo mm. yeah. In, a, baba mtu alienda mbali zaidi. Baba wa mwanamke alisema, tulimuuliza hilo swali kwamba upoje kwenye dini, ni mtu ambaye unamfahamu Mungu, akasema na swali swala tano e, ni mtu wa Mungu kwelikweli, lakini kipengele cha kumwozesha mtu mwanawe mwana, na mwanaume mfupi hakuridhia. Swali langu la msingi, mtu anaweza kawa na swali swala tano alafu anakuwa na, na, na, na, na mambo kama haya, kukataa mtu eh, kukataa mkwe kisa ufupi? Mtu ana swali anaweza kawa hivi? Shwangu hapo kwanza, wacha ni kwanza nikae vizuri mm, maana yani usije ukalaghaika na kuswali kwa mtu mm. Naomba nikwambie tena hi, umeniuliza swali zuri sana. Nafikia pahala mtu anasema vipi, mtu ana swali lakini anakuwa na roho mbaya anakuwa na kadha wa kadha. Nataka nikwambie tena, nataka nikwambie kuna watu wanaongoza kwa mabaya, baadhi yao si wote, tuelewani. Kuna watu baadhi yao waswaliji wa swala tano ndio wanaongoza kwa roho mbaya, ndio wanaongoza kwa kuiba wake wa watu, ndio wanaongoza kwa kufanya kila balaa unalolijua hapa na kazia kwa sababu hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'anul Karim, fawailul lil musalli, ole wao wale ambao wanaoswali swala hii, swala hasa ukweli wa kuswali. Mtu anayeswali ukweli wa kuswali, shekhi, swala kazi yake ni kumtoa mtu katika roho mbaya. Ukijiona wewe unaswali bado unawanga tena, utakuta mtu anaswali swala tano alafu siku anageuka kuwapaka pilau Pilau, pilau utakuta mtu ana swali, hakuna kipindi kinachompita lakini huyo ndio wa kwanza kwa kuroga watu, kwa kufitinisha watu, kwa kuogoma, tena anasijida ana sijida kama kashata iliyongua bonge la sijida, bonge la mnundu hilo. Lakini swala haimkatazi mabaya, swala haimkatazi ulevi, swala haimkatazi kusengenya watu, swala haimkatazi hai, hai ku, nini katika masia. Sasa una swali, unabagua anakuja kuposa mtu kwako, kwa unamkataa kisa kwamba mtu huyo ni mfupi. Wewe una swali swala tano, Allahu akbar! Wewe unamwiga mtume gani? Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasalama ni mtu wa watu wote, wafupi warefu, watu wote Hili swala la kusema kwamba mtu fulani bona anaswali anafanya mabaya, hii ni jambo la kawaida sana, kwa sababu huyo aendi kuswali, huyo anakwenda kucheza na Allah. Ndio maana uchamungu ni siri baina ya mtu na Allahu subhanahu wa taala. Sababu swala kwanza, shekhe, elewekeni, swala ni sheria yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhanahu. Swala ni katika fardhi kubwa sana, si katika sunna. Swala ni jambo muhimu sana. Ndio maana pia swala ni kipimo cha kuweza kumpima mtu kwamba huyu ni mcha Mungu, na ni swala ni miongoni mwa kuweza kuupima kwamba huyu mtu ana utu, kwa sababu mtu utamtazama temu ya kuswali atakwenda ni kuswali sababu ikiwa mtu huyu amekwenda kuswali on time, bi maana tayari ametekeleza amri ya Allah. Huyo hata ukiwa naye hawezi kuvunja ahadi. Kwa hiyo swala jamani, kisiwe kwamba ni sababu kwamba huyu mtu ana swali anafanya kazi. Wapo tena ndio wanaongoza wengi, wanaongoza kwa roho mbaya, ndio hawa, swali swali swali swali, hawa ndio. Kumbe inawezekana ikawa kweli baba amemkataza mwanawe kuolewa, lakini akawa na swala tano, eh hey, swala isiwe ni sababu kwamba mtu mtu ana swali bwana, anafanya haya wengine wanakuwa wana, wana, wana, wana na mambo yao shekhe wachawi wana swali, shekhe mwanga tena, kuna swali nayompita utamkuta mtu utam, utam, utam, utam, utam, anatasbihi kama yangu hii unayoiona hii ya latif astaghfirullah. Halafu mchawi kwake anafuga majini kufuru kwake anafuga vibwengo anafuga majini wabaya anafuga vibwengo vibaya kwake, yani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Utamkuta Allahu Akbar, ukikipita kisichana pale, ashakikodolea macho. Mtihani huu, shiko wangu, ni msiba huu mm. E, ndio maana sisi Eh, siri ya uchamungu ni baina ya mtu na la ilaha Allah Muhammad rasulullah. Mwenyezi Mungu hatizami katika mavazi yenu, hatizami makabila yenu, hatizami rangi zenu. Mwenyezi Mungu anatizama uchamungu wako, anatizama katika moyo wako, anatizama katika amali zako. Ndio maana nawashangaa hasa watu ambao wanaokuwa wanasema kwamba bora mimi ninaye nisioswali kuliko wanaoswali. Hii ni kauli mbaya. Kwa sababu gani inafikia pahala watu huisema kauli hii kwamba afadhali yetu sisi tusio swali kuliko mnaoswali? Kwa sababu sisi waswaliji waswali, waswali, tano ndo tunaongoza kwa ruhu mbaya. Leo wewe waoni mashehe kwa mashehe wanagombana ushehe kwa nje, waikona mashehe kwa mashehe wanawekana mpaka hutuba, yani mtu kabisa anaandaa hutuba, hutuba ya leo nataka ni mseme Sheikh Sharifu Firdausi, yule shekhe shekhe wa Mkuranga shi vipi wewe ni huyo ni shekhe huyo na ana swali swala tano, eh hey. Tumalizie hili la ndoa, kabla sijaenda kwenye huduma zako za siku zote, wito wako ni upi kwa hiki ambacho kimetokea? Ujumbe wako kwa mwanamume ambaye amekataliwa kuoa kisa ufupi wake, na ujumbe wako kwa mzazi ambaye, baba aliyevunja ndoa ile? Kwanza huyo asiwe na wasiwasi, anitafute, tufanye dua, kwa sababu zipo dua, zipo dua. Huyo tuta, tuta mzee, tutampiga dua sisi, tuna vitu vyetu bwana Zipo dua zinaitwa kumkumu ya habibi kamtanam, dua za mapenzi hizo. Tutamwambia Mwenyezi Mungu, huyu baba mwache, huyu amsahau, aje kuoa, ata, akifika pale, atamuona mrefu eh, sababu zipo dua hizo, pigia dua yule baba. Unaweza ukapigwa dua shekhi, hata kama wewe hapa bwana Nyundo ukapigwa dua ukapita pale watu wasikuone eh, dua hizo zipo hizo, sababu hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuifanya hiyo dua pale alipozingirwa na maadui, akachukua mchanga akaufanzia suratu Yasin. Alipousomea ule mchanga akamwaga katika nyumba maadui, walipokuja hawakuweza kumwona. Kwa hiyo huyo mzee tunamwambia kwamba amekosea, na tunatoa uwito na tunatoa nasaha kwamba, ndoa jamani, ndoa ni kukubaliana, lakini pia kukubaliana huko inawezekana ndo mmeshakubaliana, alafu binti akafanya kadha, usiseme bwana, usiachane nalo, njoo tufanye dua wazazi pia, hebu ya kubali maamuzi ya watoto wenu. Basi wazazi, hebu ya kubali maamuzi ya sisi watoto wenu, si kwamba wewe mzazi kila unalolipanga ndio hilo hilo. Hapana.